Ah, kimsingi labda mimi niseme tu kwamba kwa majina anaitwa Jakini Ngonyani Msongozi. Ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Ruvuma, ambaye ni kipindi changu cha tatu. Mwaka 2015 kwa mara ya kwanza nilichaguliwa ah, na wanawake wa mkoa wa Ruvuma kuwawakilisha ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ah, nikimkuta dadangu angu Jenista Joakim Mhagama Uh, akiwa yeye ni mbunge uh, alianza kuwa mbunge wa viti maalum na baadaye akawa mbunge wa jimbo la Keramio. Naomba nichukue nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha ya dada Jenista. Kwa kweli dada Jenista ametuliza sana. Kifo cha Jenista kimetushtua, ni cha ghafla mno Hatujapata kusikia hata kama anaumwa, lakini ghafla tu tutapata taarifa kwamba amefariki. Sisi kama ndugu zake, wabunge wenzake, kwa kweli tumeshikwa na simanzi, kwa kweli tumesononeka sana, tumekosa amani. Naomba nichukue nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha ya dada Jenista, kwa kweli dada Jenista ametuliza sana. Kifo cha Jenista kimetushtua, ni cha ghafla mno. Hatujapata kusikia hata kama anaumwa, lakini ghafla tu tukapata taarifa kwamba amefariki. Sisi kama ndugu zake wabunge wenzake, kwa kweli tumeshikwa na simanzi, kwa kweli tumesononeka sana, tumekosa amani. Lakini yote kwa yote, tunarudi tukumrudishia Mwenyezi Mungu kwamba ni mapenzi yake na amemchukua Jenista wakati ndio hasa tunamhitaji. Na mimi niseme tu kwamba Jenista alikuwa ni kiongozi, kiongozi mwadilifu, kiongozi hodari, kiongozi shupavu, kiongozi wa kupigiwa mfano, ambaye alikuwa anaamini katika kufanya kazi, alikuwa anaamini katika matokeo chanya ya kazi aliyopewa ni mtu ambaye alikuwa hachoki, mtu mwenye bidii, mtu ambaye alikuwa anapenda kushirikisha watu, alikuwa ni kiongozi mshirikishaji. Lakini vile vile Jenista Joakim Mhagama eh, alikuwa ni kiongozi ambaye anapenda kugroom watu wengine, kuwafundisha, kuwavusha. Vijana wengi tumepitia katika tanuru lake. Kwa kweli ni kiongozi asiyekuwa na choyo, kiongozi ambaye ni mvumilivu na mimi niseme, mimi role model wangu alikuwa ni Jenista Joachim Muhagama. Kwa hiyo kwa siku hii ya leo tumepatwa na msiba, lakini mimi nimepatwa na msiba zaidi, naweza nikasema nimepatwa na msiba zaidi, yaani nimeumia sana sana. A, Jenista ameacha alama, ameacha alama katika jimbo la Peramio, lakini pia aliacha alama katika uh, nafasi yake ya ubunge viti maalum kwa wanawake wa mkoa wa Ruvuma. Jenista Joachim Mhagama pia ameacha alama kwa maana ya vijana, wanawake, wazee. Ni mtu ambaye alikuwa na upendo kwa namna nyingine yote. Mimi niombe kwamba sisi kama viongozi tujifunze kutoka kwa dada Jenista Joachim Mhagama, kwa sababu alikuwa ni kiongozi mshirikishaji, kiongozi mwenye upendo, mwenye kupenda watu mwenye kuchapa kazi lakini mwenye kuhakikisha kwamba anawaletea maendeleo wananchi wa jimbo la Kagera.